Nimegundua kama kuna michezo kwenye hili kanisa, michezo michafu kabisa, watu wanapiga hela za kanisa. Hivi mnajua kwamba ujenzi wa kanisa kama hili ni mtego? Ni programu ya kumpeleka mtu kuzimu kama mlikuwa hamjui. Maana umepewa, umepewa, umepewa kazi ya kwenda kutafuta simenti, kwa vile mnanunua nyingi, mifuko elfu moja ai muuza simenti akasema, nitawapunguzia elfu moja moja. Alafu wewe unachukua ile elfu moja moja unaweka mfukoni, na anakuandikia risiti. Kama ilikuwa inauzwa elfu kumi na sita amekuuza elfu kumi na tano unamwambia aandike elfu kumi na sita kwa kila mfuko, na anakuandikia anakupa. afuna furahia, una elfu moja moja. Hiyo elfu moja moja ni yakwendea kaburini. Ngoja kidogo, tuna makambi hapa sijui, lakini kwenye makambi wakati huko ninakofahamu nipata shika, kila mmoja anataka kuleta mpishi wake ili mwisho wa yote akatiwe asilimia kumi. Yani kama huyu mtu mtampa, mtampa milioni mbili, huyu naye apewe laki mbili, huyu aliyemtafuta huyo mpishi. Sikia nikuambie, rafiki, hili kanisa ndio la ajabu kuliko makanisa yote duniani. Halina cha juu, halina, lina cha chini cha kuendea kaburini halina kabisa. Umepunguziwa simenti, chukua ile fedha, mshukuru yule mtu, alafu mpigie mzee wa kanisa ama kiongozi wa kanisa: jamani, tumepunguziwa hapa na laki tano zimebaki, niambieni, niongeza simenti au nirudishe hizi pesa taslimu? Ah, ongeza simenti, ongeza simenti nyingine. sio za kwako, usipate chochote kwa mgongo wa kanisa hili, utakufa. Don't touch, haliguswi utakuwa salama. Kaanzishe kanisa lako huko, ule hela za washiriki, sio hili. Hili ni kanisa la Mungu aliye hai na anaangalia, na anakodoa macho. Kinachoniumiza na kutisha, kwa nini naongea kwa hasira hivi? Siongei na wewe mwizi wa fedha za kanisa, sikuhurumia hata kidogo. Nahurumia kizazi chako cha tatu na cha nne, mpaka wajukuu jukuu, nicho nachohurumia hicho. Ile laana itakutafuna wewe, kidogo itakuacha, ita utakufa. <coughs> familia yako, hivi nyie mlikuwa hamjui zaka na sadaka ya Mungu? Haikai tumboni, yani ukila itatoka tu, haiendi tumboni, yani zaka iende chooni kabisa kabisa, zaka takatifu, sehemu ya kumi, inaenda chooni, haiendi na haitoki yenyewe mwilini. Ukila haitoki yenyewe, itatoka na kitu wahasibu anaita attachments viambatanishi, inatoka na viambatanishi. Haitoki yenyewe, itatoka na saratani na kisukari na guno. Haitoki yenyewe wapendwa, tumuogope Mungu hu mfano wa Anania aliyechafua, alitaka kuchafua sifa ya kanisa. Dunia yote inaogopa kanisa la Mungu. Hanania na Safira wakaungana kuchafua sifa ya kanisa. Kuna mission moja ni haribu. Nikiwa mchungaji wa mtaa fulani hapa Dar es Salaam, unajua hili kanisa lina watu wa Mungu. Tulikuwa tunataka kununua vifaa vya kanisa, vifaa hivi vipaza sauti hivi, nataka kununua vya kanisa vya milioni kumi na mbili. Wakati huo ndio tunaona vizuri kabisa, milioni kumi na mbili, tuka ile kamati ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya kamati ya kamati ya mawasiliano wa, tukaiongezea watu wengine wachache kwa ajili ya manunuzi, tukaiboresha ile kamati, maana ilikuwa na watu wawili, tukawaongezea watu wengine watatu wakawa watano, katutafutieni vyombo vya kanisa. Kijana mmoja wao akaniambia, Mchungaji, kuna kitu kinaniuma sana ehe. Watu wanatumia kanisa kujipatia mali ehe. Hata wewe hujui muhuri wako ulishatumika kwenda kujipatia mali eh? Nakuambia mchungaji, nakala ya barua ulioandika hii hapa, kuangalia sahihi kama ya kwangu, lakini sio ya kwangu. Nimeandika barua tupunguziwe bei ya vyombo huko Kariakoo. Hmm. Sasa mimi hasa sasa, zangu huwa haziko mbali kwenye vitu vya Mungu, yaani ugomvi wangu mimi naweza tukacheka tu, lakini kwenye vitu vya Mungu ninakuwa mkali kama simba, maana namwelewa huyu Mungu anavyotisha, na nakuhurumia na, na tutakuwa na, mkali nikuhurumia nikuokoe. Ndio akaniambia kinachoendelea. Wazee wa kanisa, wakati mwingine nendeni kwenye manunuzi, kama watazamaji mnaruhusiwa, nendeni na kamati ya manunuzi, mnaenda mnafika pale, mnaangalia na ninyi, ndio kazi yenu, si mnaletewa tu vitu msivyovijua na wakati fulani watu wanataka vitu vinunuliwe kwenye, kwenye nini tunanunua tuna mabati. Mtu anataka kwenye nini, ni nini ile ya mabati? ni nini, nini? nini sasa hiyo mununue kwangu yani sasa. Acha tulia kabisa, tulia kaa pembeni sasa. Wakaniambia kinachoendelea, mchungaji naye akajiunga na kamati ya manunuzi ya vyombo kwenda Kariakoo, kwa mhindi tukafika tukaingia, sasa nikaona u, u, kwanza tulitakiwa kwenda watu wa tano, wale watano nami wa sita. Nikashangaa tuko kumi na moja. Unajua hili kanisa halikosi wa mbea, mchungaji anaenda nami naenda kununua. Tukaenda tumefika mhindi akashtuka, aka akawafahamu e, karibuni karibuni, leo mnataka nini? Yule kijana aliye ni, nishtua yule akasema Leo tumekuja na mchungaji. Mchungaji iko wapi? Ni wewe mchungaji? Mchungaji njo kaa hapa. Kapewa kiti nkakaa. Yeah, leo mnataka nini sasa? Tulienda na orodha ya vitu vya kununua. Wakasema njiani, nimeona ipo. Wakasema tulikuwa na orodha ila haipo. Mnanisikia au mnaniatazama tu? Orodha haipo, kwa hiyo inabidi turudi. Nikasema toa hiyo ya kwenye mfuko wa nyuma hapo. Kwa mfuko wa nyuma uko hapa. Anakusaka kwenye mfuko hapo. Eh, hiyo hapo akatoa, anaitoa kwa shida sana. Hii imejikunja sana. Akasema hiyo, hiyo jikunja, tutaangalia kwa darubini. Nikataka nione, wala haijajikunja, walikunja tu vizuri. Kunja vizuri kama mara nane hivi, kamekuwa kadogo. Kunjua hapo na angalia, angalia. Ule mhindi akaja akaninyang'anya chupa. Mchungaji leta hii, kazi yangu hii. Chukua amplifier ya kiwango fulani kitu cha kwanza amplifier kuna amplifier hapa kweli sikui zimetumia sijui mixer, sijui akasema mchungaji hi hi hii haifai hii ni ndogo hii kaingia huko ndani kaita vijana wake sijawahi kuona amplifier kama ile tangu hapo mpaka leo ilibebwa na watu wanne inamshikio pale na pale na huko imebebwa mpaka wanainama watu amplifier kubwa kaweka aka, nani, horn speaker, shusha ile iyo, acha shusha ile. Nikasema hivi leo tumekuja kitu mnaita window shopping, hatununui. Kasema mchungaji, najua ashuka shana hizo lete, kusanya kusanya vitu vinakusanya, nasoma nakusanya, hii hii iliyoshika hii, nani ni nini? eh tulikuwa tumeagiza sita, kachukua kaenda kaongeza zikawa kumi na sita Min, ni, mimi na, nakuwa tu ndugu mtazamaji na msikilizaji, na ngalie kinachoendelea si, mwambie ni hatuchukui. Amekataa, nikasema si anavikusanya, atuwekee mahali tukatafute hela, lakini mbona naona ni vingi sana kwa kifupi, tukapewa vitu vya milioni thelathini na sita kwa milioni kumi na mbili, na mhindi asiyemjua Mungu, mwenye kamungu kake amekatundika hapo, anawapontst alafu, akaja akauliza, mchungaji, tuandike risiti ya ngapi? Singesema tu milioni nane, hakuna mtu angepinga kanisani. Hiyo hiyo milioni kumi na mbili, sawa. Kaandika hivi. Sasa wakati vifaa vinakusanywa, nikasikia wale watu wakasema kwa lugha yao, washikajie tenzetu disko limeingia Masai hiyo kwa tuka, kwa tuka, hatimaye tukabaki wanne vitu vikakusanya sasa nikasema ngoja shangaa shangaa kuna yale wanaweka ma, ma, maskrini ma, ma, ma, makubwa yale nikawa naangalia mchungaji umependa hii kasema siku moja nitakuja nitachukua hiyo. We, shusha hii ya mchungaji <laughs> ikashushwa nashangaa kuna vinani hivi hivi vinavyosababisha hii iongee bila waya vinaitwaje hivi vyenye mshikio hivi vyenye masikio nini Receiver. Tulipewa risiva nane badala ya mbili, nikashushiwa screen na vitu vyote mpaka dishi vya mchungaji, weka hapa na vya mchungaji vikapakiwa kwenye gari tofauti kupelekwa nyumbani kwa mchungaji. Na mchungaji mwenye, mwenyewe ni huyu hapa, mtihani ukaja moyoni mwangu, "Mchungaji, jina lako nakuandikia kabisa risiti." Nikamwambia jina langu naitwa Seventh Day Adventist Church. Akaandika mtu wa Mungu, Seventh Day Adventist Church. una jina kama la kanisa, akamwambia eh. <laughs> <laughs> milioni nane tukapakia kwenye kirikuu vijana wamefurahi sana, waliobaki Pastor, leo tume tumeona mkono wa Mungu. Tukija nyumbani pale unatuwekea screen kubwa tunaangalia. Hawajui mwenzao na mtihani kiasi gani. Nikamwambia dereva, endesha magari yote kwenda kanisani, yote. Magari yote yakanyosha kwenda kanisani. Nikaita vijana, nikamwambia, hii ni mali ya Mungu, siwezi kujipatia mali kupitia jina la kanisa. Hii ni mali ya kanisa, iende kanisani, wacha nife maskini. Sasa mchungaji, Hukuiba, hukuomba, umepewa kama zawadi, unavikataaje? kupata chochote kile kwa mgongo wa kanisa ni dhambi, na utapigwa. Kafanya kazi zako huko, jipatie vya kwako. Najua mnaniangalia mnashangaa, huyu naye. Vitu vya kanisa haviliwi. Kanisa sio chanzo cha mapato ya mtu, ni chanzo cha mapato ya roho za watu na kwenda mbinguni. Don't try Jioni ya leo jamani, tumuogopeni Mungu mwenye hili kanisa. Tujifunze kwa Hanania mwenzetu marehemu Hanania na mkeo Safira, walichokifanya wakapigwa. Leo pia Mungu anapiga. Utafanya biashara haziendi. Mimi nishakopa zaka na sadaka, nimepata janga. Nimeshatenga zaka yangu pembeni, nikasema hii naichukua alafu nikipata nairudisha hapa hapa, yote nairudisha hapa hapa. Nikachukua nikatumie, nikaanza kutumia kidogo, kama nauli, naenda kufanya kitu, nafika sina hata shilingi. Zimeenda wapi? Mpaka leo sijui, maana najua ukweli. Kwa nini namtania Mungu? Anayesema, Mungu nisaidie, niwe mwaminifu ili nipokee Roho Mtakatifu anaweza akasimama. Kama ni hitaji lako Bwana wabariki sana. Endapo unakusudia kabisa kuwa na maisha mapya kuanzia sasa, uwe mwaminifu katika zaka na sadaka, maana vya Mungu haviliwi. Usiwe kama Anania na Safira lakini usije ukachukua kitu chochote cha kanisa kinyume na utaratibu. Mungu akusaidie. Tembea kuja mbele, kisha tuombe. Bwana wabariki sana. Naomba nione wale rafiki zetu watakao batizwa kama leo pia wamekuja. Endapo leo wamekuja hebu pale waliponyosha mkono. Kazi yetu kila siku ni kuwaombea. Nyosha mkono wale ambao watabatizwa nyosha, na waona, nimewaona. Mungu wabariki sana. Na leo pia tembeni kuja mbele. Tembeni kuja mbele, tembeni kuja kuja mbele, mbele wazee wa kanisa watawashika mikono. Usisahau mzee wa kanisa kutamka baraka kwa mtu wa Mungu anayejitoa kubatizwa. Tembeni kuja mbele. Tembeni kuja mbele, Bwana awabariki sana, Bwana awabariki. Tamkeni baraka, msiogope, hata kama wote wachungaji wote mnatamkia mtu mmoja baraka, wazee wa kanisa wote, tamkeni, tamkeni, tamkeni, tamkeni baraka. Hebu tembeni kuja mbele, jamani, Mungu awabariki sana. Tutakuwa na ubatizo mkubwa sana siku ya Jumamosi, mkubwa na watu wengi sana watabatizwa. Bwana awabariki sana, Bwana awaongoze Bwana awalinde, Bwana atufanye wote kuwa waaminifu. Hatutakuwa watu wa kawaida baada ya kupokea Roho Mtakatifu. Kama kuna mwingine anahitaji kubatizwa lakini ameshindwa kuja mbele, naomba mzee mwenye kule unyoshe mkono, nyooshe mkono. Baada ya hapa tukitawanyika, utamwona huyu mzee, atakwambia cha kufanya. Bwana awabariki sana Jioni leo tunaenda kufanya maombi maalum ili Mungu atusaidie, atujaze Roho Mtakatifu, lakini pia tuf, pia atufanye kuwa waaminifu, lakini pia tutaombea maombi ambayo yako katika boksi hilo hapo. Wazee wa kanisa wawili washike mike, tunapoenda kuomba wengine mshike hilo boksi. tunaomba maombi ya watu wa Mungu walioweka hapo kwa imani. Ilitakiwa ilitakiwa tukuulize kila mmoja uombewe nini, lakini haiwezekani, tuko wengi, mamia. Na kwa hiyo basi, unaweka ombi lako pale, na yule ambaye yuko mbali hawezi kuweka ombi lake hapa, hakuna shida. Huko uliko, Bwana atasikia, maana hata hapa kuna watu wana mizigo mizito, hata wameshindwa kuandika. Bwana atajibu yote. Basi pale tulipo tutulie Tuombe. Tuombe. Mtakatifu na Mungu wetu naishi mahali pa juu mbinguni, jioni hii ya leo tena tunarudisha sifa na shukrani mbele zako kwa maana umekuwa mwema kwetu ukitupigania toka mwanzo tulipoanza na kwa namna pekee tumeweza kusikiliza sauti yako. Asante Bwana, kwa sababu jioni ya leo umetufunulia siri ya kwamba wewe ni mtakatifu na ya kwamba vitu vyako pia ni vitakatifu Amen. Na hivyo tunatakiwa tuvichukulie kiutakatifu. Asante Bwana, kwa sababu masikio yetu yamesikia na macho yetu yametazama na tumeweza kushuhudia katika neno lako ya kwamba kwa kukosa uaminifu makubwa yalipatikana, ikiwa ni kifo cha Anania na Safira Amen. Na Mungu mtakatifu, tuepushe na hili sote Amen. Kwa maana tumesogea mbele tukiwa na ahadi ya kwamba kwa neema yako tufanye tuweze kuwa waaminifu Amen. Na kwa sababu sisi wenyewe hatuwezi, tunahitaji Roho Mtakatifu atuwezeshe roho yule ambaye aliangukia wafuasi wa, wa wako kipindi kile cha nyuma, akawawezesha kuwa na umoja. Tunamhitaji ili tuweze kuwa na umoja kwa yale tunayoyasikiliza na kuyatenda kwa pamoja. Tunakuhitaji Yesu, tusaidie Amen. na matengenezo ya dhati tuweze kuyafanya katika maisha yetu. Ni jioni tena njema leo, hapo watoto wako tunakuja tukiwa tuna mahitaji mbalimbali, we Mungu ambaye unasikia kuomba, unajibu ukasikie, haja ya kila mtoto wako ambaye amepiga hatua katika moyo wake akikuomba na kuomba Yesu, ukasitoka juu mbinguni, kwa sababu sema ya kwamba tupige tupige hodi tutafunguliwa, tukizungumza tukiomba Nia yako tunakuomba ukatimize Amen. Sasa Bwana, sikiliza maombi haya ya watoto na wako kimya, tupatie neema yako Yesu Kristo Bwana kushukuru Amen, Amen. Baba mtakatifu tunashukuru kwa kuwa unaendelea maombi yetu yeah. Baba kwa namna ya pekee tunashukuru kuwa umeanza kujibu, na endelea kujibu, jina lako litukuzwe Baba, asante kwa neno ambalo mtumishi wakona nasi katika o mtakatifu, watoto wako tumesogea mbele mema, tunao msamaha wa ubinafsi ambao tumeonyesha katika mali zako. O Mtakatifu, kwa namna ya pekee watoto wako wamekuja Baba, ukawasamehe. Roho wako Mtakatifu aendelee kuzungumza pamoja nasi akitukumbusha pale ambapo tulitumia mali yako vibaya, basi Baba naomba ukatusamee, lakini Roho yako Mtakatifu akatuguse. Kama tulichukua basi Baba tukarudishe. Naomba Roho Mtakatifu akatusuke suke kwa sababu hili ni swala la kufa na kupona. Baba ukatusaidie tuweze kurudisha. Ni Baba, watoto wako pia wameleta maombi yao wakihitaji uendelee kushikilia maisha yao Baba kwa namna pekee, haja zote ambazo watoto wako wameandika Baba ukazitimize na unavyozitimiza sifa zinakurudia wewe Baba mtakatifu. Ukawabariki watoto wako katika siku hizi kumi zisiishe bure, tukaanze mwaka tukiwa na roho yako Mtakatifu na akatuongoze katika mwaka wote, katika jina la Yesu Amen. Mungu wetu mkuu utukuzwe sana na kusifiwa kusikia maombi yetu siku hii ya leo. Kuna watu wameandika maombi yao na kuweka kwenye ile boksi. Naomba wewe, unajua kusoma na kuhurumia watu wako, umjibu kila mmoja kwa kadri ya mapenzi yako, lakini kuna watu wengi wamejitoa